Ni kwamba maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC katika kaunti ya Kitui wamewasihi wananchi kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kama wapiga kura katika afisi zao ili kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Tume ya IEBC imeshangazwa na idadi ndogo ya wasajili na inawahimiza wakazi wa Kitui kufika katika vituo vya usajili na vitambulisho vyao asili ili kukamilisha zoezi hilo muhimu la kidemokrasia ili kuwa na fursa ya kuchagua viongozi wanaotaka. Anza kuandikisha wale wapigaji kura. Ah, niseme kama mtu amefikisha miaka kumi na nane na ako na ile kitambulisho original na passport. Hii zoezi tunalifanyia kwenye maofisi ya tume ya uchaguzi ya eneo mbunge. Na target yetu sana ni wanarika wenye wamepata vitambulisho juzi. Ama mwenye amekuwa na kitambulisho na ajajiandikisha. Kwa hivyo mkuje tuandikishe kama wapiga kura, ndio sauti yenu iweze kusikika.